Hakuna upendo bila matendo. Hata mtu akisema anakupenda, utaona anahangaika na wewe. Amen. Ana kuketea kia tu, upendo. Amen. Bwana Yesu atuzwe. Watu waliofunga wanafanya tu kwa wamesawika fanya kwa Yesu. Unapokuja na moyo wa shukrani. Amen. Iko baraka unapokuja na moyo wa shukrani. Amen. Wakati mwingine tunatamani kubarikiwa sana. Lakini zile baraka hazije. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi hawana moyo wa shukrani. Amen. Wana shukrani za mdomo. Lakini kwenye eneo la kufungua hazina hawana. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Hawana kuende mwaka mzima hajakupa chochote. Bwana Yesu. Amen. Upendo ni matendo. Amen. Upendo ni matendo.